Wa Kenya na wa Tanzania. Ramadhani mwaka 2026 ndiyo hii. Rais wa Kenya alitoa salamu za amani, umoja na mshikamano kwa Waislamu. Serikali pia ilitoa nafuu ya kodi kwenye tende kwa mwezi wa Ramadhani. Lakini sasa kiongozi mmoja wa Kiislamu ameibuka na kauli nzito, akisema maneno hayatoshi, Waislamu wanahitaji msaada wa vitendo. Ameomba chakula chote kiwe bila kodi, angalau kwa mwezi mmoja huu wa Ramadhani. Je, yeah. hili linawezekana na lina maana gani kwa wananchi wote? Leo tunachambua kila kitu kwa ushahidi wa video. Katika kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka 2026, Rais William Ruto wa Kenya alituma salamu za heri akisisitiza umoja, sadaka na kuishi kwa amani miongoni mwa jamii zote. Serikali pia ikatangaza hatua ya kusaidia waumini kwa kuondoa ushuru au import duty na VAT kwenye tende, chakula muhimu sana wakati wa kufuru, kuanzia tarehe 12 Februari hadi 20 Machi mwaka 2026. Lakini mjadala haukuishia hapo. Sasa tazama kipande hiki cha kwanza ambapo kiongozi mmoja wa Kiislamu alisimama hadharani na kusema wazi kuwa msaada unatakiwa kuwa vitendo, sio maneno tu. Hapa anaweka hoja moja kubwa kwamba gharama ya maisha imepanda na Ramadhani inakuja wakati familia nyingi zinahitaji kumudu chakula. Kwa mtazamo wake, msamaha wa kodi kwenye tende pekee ni mwanzo tu, lakini hautoshi. Ruto, ninajua hilo jina. Samuel Ruto. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaah. Amma baad, mimi kama Sheikh Izzuddin Ali bin Muhammad imamu wa msikiti Shibu naomba kutuma ujumbe huu kwa kiongozi wetu eh, rais wetu mpendwa Bwana Samuel Ruto. Ninajua hilo jina Samuel Ruto. Eh, tunajua kwamba katika mambo yake alionayo ni kutupongeza sisi Ramadhani, wakati kwa kuingiliwa na Ramadhani, lakini tunataka tumwambie mara hii, tuwaomba utupongeze kwa vitendo kuliko kutupongeza, kutupongeza kwa maneno. Pengine nitakuwa ni wa mwanzo kulisema hili au kuna walionitangulia, lakini na mimi napenda kushirikiana nao, au kuna wengi walikuwa walitamani pia wakwambie kitu kama hichi. Inshallah nataraji huu ujumbe ukufikie Vipi kutupongeza kwa vitendo? Utuondolee 16% ya income tax katika vyakula basi kwa huu mwezi wa Ramadhani, kwamba vyakula vyote viondolewe income tax kwa. Ndio inaitwa income tax, sio tax. Utu tax utuondolee tax ya yes, 16% wa katika vyakula michele, sukari, majani, sijui unga, mafuta ya kupikia, utuondolee hizi tax, maji kwa ajili hii, hii period ya Ramadhani tu, katika ume, kipande kingine alienda mbali zaidi akisema hii ndio ingekuwa salamu bora zaidi ya Ramadhani, msaada halisi kwenye chakula. Na anasisitiza kuwa anazungumza kwa niaba ya waumini wote wa Kiislamu. utakuwa umetuambia Ramadhani mubarak, Ramadhani karim kwa, kwa uhakika kuliko kutuambia tu Ramadhani karimu, na huku sisi tuaumia kwa ajili ya Ramadhani. Kwa hiyo twaomba hili ni ombi, mimi nawaombea wenzangu wote kwa ajili ya hii Ramadhani tuondoe, badala ya kutuambia Ramadhan karim, unapokusema kwamba tunaomba utoe amri kwamba tax ion ion istop kwa period ya Ramadhani, kuanzia first of ramadhan mpaka end of ramadhan. Khalas, baadaye rudisha, haina tatizo utakuwa umetwambia neno zuri la hapa na tunaona mjadala wa sera unaingia. Je, serikali inaweza kuondoa kodi ya vyakula vyote kwa mwezi mmoja? Mapato ya kodi yana nafasi gani kwenye bajeti? Je, hatua kama hii ingeleta nafuu ya bei sokoni au wafanyabiashara wangenufaika zaidi? Hii ndiyo mijadala mikubwa inayozaliwa kutoka kwenye kauli hii. Lakini hoja yake haikuishia kwa Waislamu pekee. Alisisitiza wazi kuwa faida ingekuwa kwa Wakenya wote bila kujali dini kwa kipindi cha mwezi mmoja, na tutafaidika ni sote? Waislamu naso kwa Waislamu manake sote tunahitaji kununua vitu hivi, vyakula peke yake utuondoshe taxi, kwamba hii mwezi wa Ramadhani taxi, tax free, yani vyakula vile ni tax free, wanauza wasilipishiye wa watu ile 16%, tutafurahi sana na tuta, tutazidi kukuombea Mungu sana. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye e, kujua namna gani kuwasikitikia e, waja wenzetu na viumbe wenzetu na kuwapendea mazuri kila mmoja wetu. Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natarajia ombi langu litakuwa lenye kuangaliwa na kukubaliwa. Asante. Na hii ndiyo sehemu inayofanya stori hii iwe kubwa zaidi, siyo ramadhani tu, bali ni mjadala wa gharama ya chakula kwa wananchi wote. Ndiyo maana video hii inagusa sera za kodi, maisha ya kawaida ya wananchi, na mahusiano kati ya serikali na jamii za dini. Sasa tukumbuke pia, Rais William Ruto aliwahi kutoa salamu za Ramadhani katika video moja iliyopita, akisisitiza mshikamano na kusaidiana. Kwa hiyo, upande mmoja tuna salamu na hatua ya kuondoa kodi kwenye tende, upande mwingine tuna wito wa kuondoa kodi ya vyakula vyote kwa mwezi wa Ramadhani. swali je yeah. hii ni hoja ya haki kwa wananchi au ni ombi zito lisilowezekana kiuchumi to all our muslim brothers and sisters as we eagerly await the sighting of the crescent moon to usher in the holy and blessed month of ramadan we are reminded of the profound significance of this sacred period as the almighty says in the holy quran fasting has been ordained for you just

I encourage you to keep our country and fellow citizens in your prayers. Extend kindness to the less fortunate and embrace the values of compassion, unity, and selflessness. May this Ramadan bring you peace, fulfillment, and countless blessings. Ramadan Mubarak.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 hata mginita Zakayo sasa, Zakayo inasaidia nini? Wacha tulipe ushuru Zakayo is, is no, Zakayo si jina na mbaya. Kuna mtu anaitwa Zakayo na hajauliza ushuru mtu, so there is no problem. So tunakopa pesa every year tunakopa 500 billion 600 billion, si nje tutaingiza kwa mtaro. So hii kukopa lazima tukomeshe.